Ndio ninaopendezwa nao sasa. Mungu ambaye anaishi mbinguni anafahamu jambo moja, kwamba tunapokuwa hapa duniani kuna uwezekano wa kuishi maisha matakatifu, hata kama kuna watenda dhambi wa wako wakiwa wanaishi hapa duniani. Sasa mtenda dhambi yoyote ambayo yuko hapa duniani, asipopata neema ya kusikia wokovu, asipopata neema kwa habari ya maisha ya wokovu ataendelea kuishi katika dhambi mpaka siku ile Bwana Yesu atakaporudi. Na ukweli ni kwamba kama hujapata neema ya kutubu dhambi zako, kama hujapata neema ya kuacha dhambi ambazo unazifanya mpaka siku Yesu anarudi atakukuta ukiwa katika hali hiyo hiyo ya kufanya dhambi. Sasa kuna hatima pekee yake tu ambayo kila mmoja huwa nayo, na hii hatima inategemea na aina ya maisha ambayo mtu mwenyewe anakuwa akiyaishi hapa duniani. Sasa mtenda dhambi, kama mtenda dhambi, hatima ya... motoni, maanake asipobadilika haitatokea hata siku moja na akapita motoni na sio mbinguni tena. Sasa tunasoma katika kitabu kile cha Luka. Kazi ya kwangu kama mchungaji ni kuja tu mbele zako ambaye yuko hapa duniani, Mungu anatamani abadilike, anatamani atoke. kuhubiri Injili kusingekuwa kuwa na watu ambao tumeokoka kama hivi ambavyo unavyotusikia sasa, kutafuta nafsi za watu walioko dhambini. Lengo lake kubwa ni kutafuta nafsi za waokoka. Atakupa maamuzi mwenyewe, atakuachia uwezo wa kufanya maamuzi, na maamuzi ambayo anataka wafanye ni maamuzi chagua uzima, upate kuishi. Manake, maisha ya wokovu ni mato sikusikia kwa habari ya okovu na vitu kama hivyo alafu Yesu atakuja atasema siku ile, kuna mtumishi alikuwa anahubiri pale stendi na wakati anahubiri, ulisikia lakini haukufanya maamuzi ya okovu. Naomba niseme kidogo kwa habari ya okovu, iko hivi: mtu anaposema ameokoka, mtu anaposema ameokoka, maana yake ni kwamba anakubali kuacha aina kuishi maisha mapya na ukumbuke kwamba maisha mapya yapo, kwa maana kitabu kile cha Korinto ya pili sura ile ya tano na mstari wa kumi nana na mstari ule wa kumi na saba maandiko anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama, yamekuwa mapya. Kwa hiyo tafsiri ya wokovu ni kukubali kuacha dhambi na kuanza kuishi maisha mapya ndani ya Yesu. Tafsiri ya wokovu ni kukubali kukimbia maisha ya dhambi na kuanza kuishi maisha mapya ndani ya Kristo. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaendelea na uzinzi, kuna watu ambao wanaendelea kufanya uasherati kuna watu ambao wanaendelea kuvuta bangi na sigara. Hawa wote Mungu anasubiri ageuze hatima zao. Hawa wote Mungu anasubiri abadilishe aina ya ya maisha ambayo wanaishi. Nisikilize vizuri, hakuna mwanadamu special ambaye Mungu amempendelea hapa duniani kwamba atakuja aishi maisha ya dhambi. Hapana, kila mmoja Mungu anataka ageuke maisha yake, aanze kuishi maisha yanayompendeza huyu Mungu. Kwa hiyo usipokuwa umeamua na ukageuka ukaacha dhambi ukaanza kuishi maisha ya mabadiliko, bado hatima yako ya kutenda dhambi utaendelea kufanya dhambi ndio, lakini pia mwisho wa siku, utakapokufa, utakapoondoka hapa duniani, Mungu bado atakuhukumu sawasawa na aina ya matendo ambayo unakuwa umeyaishi ukiwa huko hapa duniani. Sasa naomba niku, nikuonyeshe jambo moja la msingi sana ambalo Mungu anataka ulifanye ukiwa huko hapa duniani. Watu wengi wanapata nafasi ya kuokoka lakini hawafanyi maamuzi ya kuokoka kwa sababu wanakuwa wanafikiri ni masiara au ni utani. Sikiliza vizuri, watu waliotuletea dini walikuja wakatupa dini, lakini hawakutupa Yesu. Ndio maana sasa kuna watu ambao wako katika dini zao, lakini dhambi hawajaacha. Kuna watu ambao wako katika makanisa yao, dhambi hawajaacha wengine kwa waganga wanakonda bado, wengine bado wanatembea na wake za watu, wengine bado wanafanya washerati kwa namna zote na hawajaacha. Kwa nini? Kwa sababu dini tulizoletewa na watu hazikuja kutusaidia. Na bado pale pale utakuta sasa mtu atasema anakwenda kanisani lakini matendo maovu au vitendo vibaya hawezi kuviacha. Kwa nini? Kwa sababu kwenye dini au kwenye kanisa lolote ambalo halina Yesu, halimtambulishi Yesu kwenye maisha yako, hauwezi kupata msaada wa kutoka jumla kwenye dhambi. Na mimi huwa nasema ule ukweli wa wazi wa moyoni mwangu kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akajidanganya mwenyewe, yaani hata kama utakuja mbele yetu utasema nini? Sijawahi kuzini? Wewe mwenyewe ni shahidi ulivyokuwa unavua nguo uliona mwenyewe, ulivyokuwa una lazo wa kitandani uliona mwenyewe, ulivyokuwa unajichua huko bafuni uliona mwenyewe. Kwa hiyo hakuna dhambi ambayo unaweza ukaificha isipokuwa, unafahamu dhambi yote ambayo umeifanya, na wewe mwenyewe ni shahidi wa kwanza. Kwa hiyo sasa hauwezi kumdanganya Mungu wala hauwezi kujidanganya mwenyewe, na maamuzi yanabaki kwako, kwamba ili hatima yako iwe njema na iwe ya baraka, lazima ukubali kokoka lazima kubali kubadilisha maisha yako, lazima kubali kumpokea Yesu ili aje kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako. Sasa wengi wanasema oh, mara nyingi mtu anaweza akasema ameokoka lakini akaendelea kutenda dhambi. Nisikilize, hakuna mtu ambaye anaweza akaokoka halafu akaendelea kukaza dhambini, hajawahi kutokea. Yesu anapokutana na mtu, lengo lake kubwa huwa ni kugeuza maisha yake atoke katika dhambi. na mara hii sasa kwa sasa tuna watu ambao wanahubiri habari za utajiri sana. Ukienda kanisani utaambiwa njoo kanisani upate magari, njoo kanisani upate majumba. Naomba nikusomee mstari mmoja ambao unaweza ukakupa walau ukaamka. Huu ni mstari wa kitabu kile cha Aruka, sura ile ya 8 na mstari wa 32. Maandiko anasema hivi, maana itamfaidia nini mtu akipata ulimwengu mzima halafu akapata hasara ya nafsi yake? Kwa hiyo kuna watu hapa kila kiona mwanamke eh, na sasa hivi kuna majina ya ajabu. Unakuta anasema nina pisi zangu mimi, anasema kwa habari ya piskari, anamaanisha ana, ana, ana, ana mabinti wengi, labda watano au sita, ambao anazini nao kila wakati. Sasa nisikilize vizuri, inawezekana ukawa na wanawake wote hao, inawezekana ukawa na mabinti wote hao, na unalala nao hao wote, mwisho wa siku watakuja, watakufa na wewe utakufa na utakumepoteza pia nafsi yako. Mungu aliweka asiri ya umilele ndani yetu. Mungu aliweka asiri ya umilele ndani yetu, na, na, na hii asiri ya umilele maanake ni kwamba ezo utakapokwenda mautini matakatifu utakapokufa au Yesu atakaporudi, utaenda mbinguni na hapo pia utaishi milele. Ni ngumu sana kuamini kwa, kwa sababu wengi hatusomi neno. Ni vigumu sana kuamini kwa, kwa sababu wengi hatusomi Biblia. kitabu cha Luka sura ya kuna Habari ya watu wawili mahali hapa ambao mmoja hapo anaitwa tajiri na mwingine anaitwa maskini. Sasa huyu tajiri alikuwa amepewa ile jina la utajiri, lakini aina ya maisha yake yote akiwa hapa duniani aliishi maisha yake kwa nasa, kama ambavyo wewe hey, ulivyo inawezekana huko hapa. Dada, ni kweli unapambana mchana, unakuja kufanya biashara hapa stendi, lakini unajua kabisa ukirudi nyumbani una mme wa mtu unaiba mme wa mtu huku, hapo unafanya kazi ndio, lakini maisha yako sio ya ushuhuda mzuri, maisha yako ni mabaya. Wewe ndiye ambaye tumekuja kukuhubiria mchana wa leo na jioni ya leo, ili Yesu aweze kukusaidia uweze kutoka katika dhambi. Sasa Mungu apende uendelee kutenda dhambi, Mungu apende uendelee kukaa katika dhambi, anachotaka ni utoke huko. Sasa tajiri alikufa, akaenda motoni na alivyoenda motoni hakukaa huko kwamba akaye akiwa anaburudika anaburudika kama ambavyo alikuwa hapa duniani. Alivyokuwa huko motoni alikuwa alikiria kilio cha kusaga meno. Kwa nini? Kwa sababu kule motoni kulikuwa na mateso. Ninajua uko bize na biashara na unatamani umalize biashara yako ndio, lakini wakati unafanya biashara kumbuka, kuna motoni kuna kuzimu, lakini pia ukumbuke kuna mbinguni, na mbinguni hawaendi watenda dhambi, wanaenda watakatifu mungu akubariki sana mama kwa sadaka yako mbinguni hawaendi wat, wat, watenda dhambi wanaenda watakatifu na maandiko kama tulivyoanza kusoma yanasema watakatifu walioko duniani ndio wanaopendezwa nao hao ndio wako bora sasa mungu anakuthamini sana wewe na anataka uwache dhambi naomba nikupe ushuhuda unavyoniona hapa nimefanya uzinzi pia nilikuwa muongo na nilifanya dhambi ambayo wewe unaweza usi, usifikirie lakini ni dhambi ambazo zilikuwa zinafanywa na mimi, kwa sababu nilikuwa bado sijaokoka. Baada ya kuokoka nimeshinda dhambi na sijarudi tena huko nyuma. Sasa kuna watu ambao wanaona woga, anasema sasa, nikiokoka, wala ambao tulikuwa tunafanya nao uzuzi, itakwaje nikiokoka? familia yangu atanichukuliaje? Nisikilize vizuri, mimi niliyesimama mbele yako hapa, Mungu alinisaidia na nimeshinda dhambi. Wewe pia unaweza ukashinda dhambi na siku ambayo siyoijua bado, kama utakubali kuendelea kukaa katika dhambi, Yesu atarudi, atakuja kuchukua watakatifu wake, atakuja kuokoa wenye, wenye, wale ambao walikuwepo hapa duniani atakuja kuwachukua, kwa sababu alikuwa ameishi maisha ya kujiandaa. Na hao tu ndio ambao wataungana na wewe kwenda mbinguni, we kwenda kumlaki pamoja na malaika zake pale mbinguni. Sasa watenda dhambi wote anasema katika maandiko yake kile kitabu cha Marko au na Mathayo pia unaweza ukasoma Mathayo sura ya 25 utakutana na habari hizi kwamba siku ile ya mwisho Mungu atatenganisha kati ya kondoo na mbuzi. Sasa imagine Mungu mwenyewe kwa sasa hivi anakuona kama mtoto wake. Kwa nini? Kwa sababu bado hajafa, ila ile siku ya mwisho atakufananisha na mbuzi. Maana yake mbuzi ni aina ya wanyama fulani ambao huwa hawawezi kusikia maelekezo unaz akamfunga kamba lakini akakata kamba, akaenda kula mazao. Sasa ndivyo ambavyo wa alivyo watenda wa dhambi. Mtenda dhambi akipofusha fikra zake akaendelea kukaa katika dhambi, anafanana na mnyama ambaye anaitwa mbuzi. Kwa hiyo Mungu anasema siku ile ya mwisho atatenga kondoo na mbuzi. Kondoo ni watu gani? Kondoo ni watu ambao walikubali kuishi maisha matakatifu wakiwa hapa duniani, wakaiacha dhambi na wakakimbia hizo takataka zote za duniani. Ni kweli unapata burudani unapolala nao wanawake na Okay. Ni kweli unapata raha unapokunywa hizo barini na Serengeti. Ni kweli unapata burudani unapofanya, unapofanya, unapofanya unakula lao, lakini ngoja nikwambie. I am just telling you the truth about the gospel of Jesus Christ. Yesu akija kwenye maisha yako atakuokoa na atatoa hizo takataka zote ambazo unazishi, na utapata msaada mwingine isipokuwa kwa Yesu, kwa sababu kuna watu ambao walisema wanataka kuacha pombe lakini wakaenda kwa waganga, waganga kuwasaidia. Witchcraft has no power to deliver him from sin. Yani, uchawi na nguvu za giza hazina nguvu ya kukufungua we kutoka katika dhambi. Hakuna uchawi wala mganga ambaye anaweza akamfungua mzinzi akatoka kwenye uzinzi. Ndio maana hata kuna wengine ambao kwenye ndoa wanateseka, yani wakuta ni mwanamke eh, anahangaika kwenda kwa waganga.